So, um, uh, uh, wachezaji wote wako katika afya njema. Uh, tunajua tuna mechi moja ngumu kesho na Gaborone United uh, ni mechi ambayo uh, inataka maamuzi uh, jambo la kushukuru kwamba hatuna injury sasa hivi na tuna last section yetu jioni ambayo itatupa picha nani anaweza kuanza kucheza. Uh, baada ya kufanya mazoezi kwa siku mbili tatu, tuna naamini kwamba tuna kikosi kizuri na physical mentality, tuko tuko tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho. Of. Of course bado hatujawa safe ukilinganisha na result ambayo tumepata mechi ya kwanza, na mpira sasa hivi unaweza kupata matokeo popote pale. Doesn't matter wapi unacheza. Kwa hivyo tunalijua hilo na tumefanya preview ya mechi kwa kwa kiwango kikubwa. Uh, tumeweza kurekebisha yale makosa ambayo tuliweza kuyaona katika mechi ya kwanza na, kama ambavyo nimesema haitakuwa mechi rahisi <coughs> ni mechi ngumu ambayo inahitaji kupata matokeo, lakini mimi nafikiri tuko tuko vizuri. Tumefanya assessment ya kutosha na naamini insha Allah kesho tutapata matokeo. Kwa namna gani? moja ya changamoto ambayo ipo ndo hiyo, ambao kwa muda mrefu Simba imekuwa na consistency kwenye hizi mechi za preliminary, na mimi nalijua hilo, na tunajaribu kushare na na, na, na, na wachezaji kuhakikisha kwamba tunataka kuvuka katika hii mechi ambayo ipo mbele yetu. Na hata mimi sijawahi kufeli kwenye mechi ya mwanzo yote ya mashindano, kwa hivyo inanipa confidence kiasi fulani, sio for my experience. That's why naamini kwamba kwa kikosi ambacho tunacho kwa timu ya Simba kwa sasa tutavuka tu inshallah. Kwanza sijawahi kuwa na presha kwenye mpira, sio. Nafikiri si si sijawahi kuwa na presha, nimecheza mechi nyingi, nafikiri iko kama hivyo na ningependa kuona uh, wapenzi wana of course watakuja, uh, uwanjani, lakini nafikiri watakuwa karibu na sisi kama ambavyo uh, msemaji amesema hapo, uh, nafikiri katika mioyo yao watakuwa na sisi, wanatusapoti kwa nguvu zote, na mimi nachukua nafasi hii kwamba hatutaangusha, tutapambana kadri ya uwezo wetu kuhakikisha kwamba nao wanafurahi popote ambapo watakuwa hapo. Asante. Wanasimba uh, wanataka kusikia kutoka kwako kwenye upande wenu wachezaji, tunaingia kesho. Habari za asubuhi wana habari. Kwa upande wetu sisi kama wachezaji mm. Tumefanya maandalizi vizuri na tupo tayari kuelekea katika, katika mchezo mchezo wa kesho e, tunajua ni dakika nyingine tisini, ambazo kwetu sisi tunasema ni dakika mpya kabisa. Tuna matokeo ambayo tumeyapata kule Gaboloni tunaweka nyuma e, unakuwa ni mchezo mpya mchezo ambao unatuhitaji sisi kuweza kuweza kupata ushindi katika mchezo wa kesho e, ili tuweze kufikia yale yale malengo ambayo tulokuwa nayo sisi kama, kama timu na sisi kama club e, malengo yetu makubwa katika mashindano haya ya Champions League msimu huu, ni matarajio yetu ni makubwa sana. Kwa hiyo huwezi e, kufikia matarajio makubwa bila kushinda katika hizi hatua za mwanzo. Kwa hiyo tumejiandaa vizuri kuweza kuhakikisha tunashinda katika hizi hatua za mwanzo ili kuweza kufika yale malengo yetu na, tumeweza kupata mafunzo e, kutoka katika benchi letu la ufundi ambalo lipo sasa. Tumeweza kupata vitu vingi na tunaendelea kupata, na leo ni siku ya mwisho ya maandalizi e, ambayo inaenda kujumuisha asilimia mia zile za, za mchezo kwa ujumla. Kwa hiyo tuko tayari kuweza kupambana na kuweza kuhakikisha tunashinda katika mchezo wa kesho. Captain, kwanza Uh, kikubwa kwamba sisi wote wachezaji tuliokuwa katika, katika klabu ya Simba ni wachezaji ambao naweza kusema kila mtu ni professional na kila mchezaji aliyekuwa katika klabu ya Simba ameshacheza eh, mashindano ya Afrika muda mwingi. Kwa hiyo kubadilika kwa benchi la ufundi kwetu sisi Ah, alijatuteteresha isipokuwa benchi la ufundi ambalo limekuja limeweza kutuongezea kitu eh, kikubwa ambacho tunaweza kwenda kuki, kuki apply katika mchezo wa kesho, na naimani kitaenda kufanya kazi na tutaweza kupanda ushindi. Ah, naweza kusema siku zote Mm, mchezo kuwa mgumu, utakuwa mgumu kwa sababu eh, imani yangu kwamba na wao wanakuja kutafuta kutafuta matokeo, lakini sisi hapa tuko nyumbani na tuko katika ardhi ya nyumbani, na unajua Simba the way ikiwa katika ardhi katika, katika, katika ya nyumbani inakuaje ina, kwa hiyo naweza kusema kwamba sisi tuna, tuna, tuna, tuna appreciate wao na tunawapa heshima wao kama wapinzani wetu, lakini sisi ambacho kitu ambacho tumekiandaa tumekia na tumeandaliwa na benchi ya la ufundi na tunaenda kukiapply kesho kwa ajili ya kupata ushindi. Yeah. <coughs> Uh, Naweza kusema kwamba hicho kilichotokea kimeshatokea na sasa hivi tuko katika, katika, katika ukurasa mpya kabisa wa mashindano na tumeanza katika hatua za awali e, walimu wameshaliangalia. Naweza kusema kwamba e, kitu ambacho tuko na tahadhari nacho kwanza kutokufungwa. Kwa hiyo e, walimu wamelifanyia sana kazi ili kuweza kupata clean sheet katika mchezo huo, na naimani kwamba safu yetu ya, we ya ushambuliaji itarahisisha mchezo kwayo, kwa hiyo naweza kusema kwamba hilo hicho kitu ambacho kilichotokea kupoteza mchezo wa Galaxy ilikuwa ni historia. So, sasa hivi tuko katika hatua ya mbele na naimani kwamba tutafanya vizuri. Asante captain. Asante mwalimu.